Okay. Kwanza kabisa nataka niseme kusoma vitabu ni kitu kizuri, kusoma ni kitu kizuri kiujumla. Lakini ni overrated kwamba kunapewa sifa au umuhimu ambao hakuna, yaani haupo kihistoria, haupo kiuhalisia, uh, hauelezeki. Na nitakuelezea argument hii, nimeigawa kwenye sehemu tatu lakini kwanza nikupe background yake. Nina mshikaji wangu anaitwa Bichawa, ni jina lake la kikazi, lakini jina lake halisi ni Okoka Mnenuka. Wengi wanamfahamu kama Bichawa. Ni mmoja marafiki zangu anaopenda vitabu na mara nyingi ananiazima vitabu, anaazima vitabu na kutoka kwa watu fulani hivi wazito sana. Ni mtu charismatic pia kwa hiyo, na pia ni mtu ukiongea naye unaweza ukasensi usmart wake na yeye mwenyewe anaamini kwa sababu anasoma vitabu pia na anaamini pia, akikutana na watu ambao wanasoma vitabu ni tofauti na ambao hawasomi. Kwa hiyo yeye ndo tumeshajunai sana kuhusiana na hiki kitu. Kwanza kukiona tu hiki kiko hivi hiki uh, kimoja kina saini kabisa ya Mzee Mwinyi na Mzee Mwinyi amesain kabisa hapa see, kuujiana wewe Bikcha labda ni ni nani? Hapana, ila kimesainiwa na Mzee ruksa kabisa hapa. Hiyo communication huwezi kuipata kwenye audio book, huwezi kuipata kwenye kitabu soft copy. Unasoma kwenye sim sim, kuna distraction kwanza itakuja hapa, unaona kichachu Sinza mama kajibu pabu Sinza leo utakuja, unajua <laughs> majibu ni mtaji, unapotea lakini, unaposoma hivi, yani, kuna nidhamu, kuna utulivu unaupata upata na imagination, kuna picture unaijenga, na professor Emmanuel Mbogo aliniambia, picture unayoijenga unaposoma maandishi ile taswira ina nguvu zaidi kuliko taswira ya macho yako ya nyama. Taswira unayoijenga kupitia maandishi, unaposoma hard copy, ina nguvu na ni ukweli kuliko taswira inayokupa macho yako unayopewa na macho yako ya nyama, kwa sababu ile ni taswira ya ubongo wako wewe. Ndo mimi namuona Mwinyi akitoka Rufiji na miaka minne yuko Zanzibar, namuona kabisa. Na leo nikaamua kukileta hapa nisikie wewe unalionaje hili? Lakini hii ndio theory yangu. Kwanza nimeigawa kwenye sehemu tatu. Sehemu ya kwanza nataka ni prove kwamba kusoma vitabu ni overrated kuliko ambavyo inastahili, kwa maana ya jinsi ambavyo inahusishwa na maendeleo ya binadamu. Alafu pili, nataka nionyeshe jinsi gani ambavyo dunia ingekuwa salama zaidi endapo tusingekuwa tuna hii teknolojia kuandika au kusoma na mwisho nitataka kuongea na wewe ambaye hupendi kusoma vitabu kwamba nini ambayo ni, ni, ni naamini ni solution ama nini ambacho naamini ni sahihi kwenye aidia ya kujifunza na kuwa na maarifa. Kifupi, siamini kama unahitaji kusoma vitabu ili kuwa smart. Sasa tuanze na argument ya kwanza. Kwanza kabisa ni ishu ya kihistoria. Kwenye historia kusoma au maandishi kiujumla ilikuwa ni anasa ya watu wachache kwenye jamii, yaani kuaccess maandishi zamani ama kuaccess wino wenyewe wa kuandika, au tu hiyo idea ya kuandika ni kitu ambacho kilikuja late kwenye civilization ya binadamu, na pia kikaja kwa watu wachache. Kwa stori ya maandishi ukiifuatilia, ilianzia Babylon Empire, ndo walipoanzia ambayo ni Iraki ya sasa hivi. Sasa lile eneo limetawaliwa na watu wengi. Walikuja wa, wa Syria wakalitawala, baadaye ndio hao jamaa wa Babylon nao wakaja wakalitawala lile eneo. Wamekuja zimekuja tawala nyingi nyingi pale kwenye, lakini baada ya hapo ilichukua miaka mingi sana kuweza kuyaweka kuwa ni kitu ambacho ni public na kila mtu anaweza kujifunza kusoma na kuandika. Lakini sasa kabla ya binadamu kuanza kutumia maandishi kufanya magunduzi na yote ambayo tumejifunza shuleni na kila kitu na kuwasiliana, aliwahi kufanya mambo mengi sana nyuma makubwa ambayo sometimes hatuwezi hata kucomprehend kwa akili za sasa hivi. Kwa mfano, sa pyramid zile za Gaza za Gaza za Giza Misri, you can see kwamba ni ubunifu ambao binadamu aliufanya akiwa hana maandishi hata ukiangalia jinsi ambavyo Yesu alivyokuja, moja ya public figures maarufu zaidi duniani. Yesu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na access kubwa na kwenye jamii yake, lakini hakuwahi kuchagua maandishi, hakuwahi kuacha maandishi yake yoyote. kwahiyo you can see, ha hakuwa mfumo wa maisha maandishi kwenye maisha yetu, na maisha yalikuwa yanaendelea tu vizuri, which inaniingiza kwenye hoja yangu ya pili ya kwa kwa nini dunia ingekuwa salama zaidi bila maandishi? Kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho alikizungumza profesa mmoja anaitwa Yuval Noah ambaye huyu jamaa ni Mwisraeli. Sasa Yuval aliongea kitu kimoja kwamba information is not the truth. Watu wengi huwa tunapenda kuchanganya hivi vitu, tunaamini kwamba hata haki tunavyodai haki, huwa tunadai haki ya taarifa lakini huwa tunasahau kujadili kitu muhimu sana, kwamba taarifa sio ukweli. Sisi tunachokihitaji ni ukweli kuhusu mambo yanayotokea na sio taarifa. Lakini kusoma na kuandika ni moja ya teknolojia iliyoingia kwenye civilization ya binadamu na ikamfunulia taarifa nyingi, lakini haikuweza kukontrol ukweli. Bado kuna maandishi ambayo ni ya uongo, bado kuna maandishi ambayo ni ya ukweli bado kuna maandishi ambayo um, ya, ya kutunga. Kifupi ni the same thing kama ambavyo binadamu alikuwa anasimuliana kwenye oro. Eh, najua stori tukua na tunasimuliana, na watu walikuwa wanaongeza chumvi, wanapunguza baadhi ya details, na maandishi yalivyokuja hayakutatua hiyo changamoto, na badala yake yaliendeleza. So unaona maandishi yalikuja kwenye civilization ama kwenye maisha ya binadamu kama moja ya njia ya mawasiliano, kama ambavyo tuna kompyuta. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ambavyo maandishi yametuacha vulnerable, yameturuhusu kila mtu anaweza aka access taarifa zozote, lakini hayatupa um, control yake. Lakini pia ukija kwenye gunduzi ambazo zimefikisha dunia hapa, tunaamini zimetuendeleza, ukianzia kwenye bomu la nuclear tulilonalo watu walianza. Ni mwanasayansi wa kwanza aligundua kitu akaacha maandishi, akaja wapili watatu, akagundua chain reaction, mwenzake akaja, akaja akaweza kuicontrol. Ukiangalia hapo katikati, teknolojia nyingi ambazo zimefanya dunia imekimbia haraka sana ni baada ya kugunduliwa maandishi, kwamba watu walianza kushare na baadaye akadumu muda mrefu. Hata ukiangalia vitabu vya dini vimeweza kudumu na watu wameishi kwa aina fulani ya maisha kwa muda mrefu lakini unagundua maandishi yametumika mov kucontrol jamii kuliko kuipa ukweli. Kwa hiyo you can see, bila maandishi ingekuwa ni ngumu sana mtu kukumanipulate kupitia vitabu, kupitia magazeti, kupitia hata social media. Naamini dunia ingekuwa na furaha zaidi kuliko hapa ambapo tupo sasa hivi, kwa sababu hey, imagine ujui kusoma ujui kuandika na pia watu wangekuwa na mahitaji machache zaidi na productive zaidi, kwa sababu mtu asiyejua vitu vingi ana hofu kidogo, alafu anakuwa na ni rahisi kukubaliana na jambo, yaani kwamba tufanye hivi tufanye hivi kwa ajili ya jamii. So unagundua kadri unavyomwelimisha binadamu anazidi kuwa na ile resistance ya mamlaka kadri anavyokuwa anaelimika so unagundua na, namna ambayo elimu kwa maana hichi tunachokiita taaluma sio elimu. Taaluma imetumia maandishi. Yani, kama kuna watu wamepotea kwenye mfumo wa shule tunaolaumu sasa hivi, ni kwa sababu ya uwepo wa maandishi, kwa sababu sijui kama shule. Imagine shule ambayo hatuandiki wala hatusomi. Unajua eh, ingekuwa ni shule ya aina gani? Labda tungekuwa na creative way zaidi ya kufundisha binadamu na labda tungekuwa huru zaidi kutoka kwenye manipulation ambayo inapatikana kwenye maandishi. So you can see, namna pekee ambayo uh, tu, unaweza ukayaona maandishi yameleta faida ni endapo utaamua kutafsiri tulicho nacho kama ni faida, but ukiangalia madhara yaliyopatikana kutokana na faida tulizo nazo, hey, ni kubwa. Uwezi kusema kwamba ni kitu ambacho kimeleta faida tu. So maandishi kama unavyoona, kompyuta historia yake iko hivyo hivyo kwamba ilikuwa ni moja ya njia za mawasiliano na ilikuwa inarahisisha kuliko kuwasiliana kwa mdomo. Ilikuwa ni rahisi kuweka records serikali, ilikuwa ni rahisi kwa mfano ujio wa empires. Sidhani kama kipindi cha nyuma, kwa wanaofuatilia series yetu ya Secret Society tumeelezea hivi vipindi vitatu vya binadamu: mungu mama, tukaingia kwenye mungu wengi, then kwenye monotheism kwenye kipindi cha Mungu mama na kipindi cha Mungu wengi maandishi hayakuwepo, na binadamu walikuwa smart sana. Kwa hiyo you can see kwamba maandishi sio kitu special hivyo, na sio njia pekee iliyopo, kwa sababu ndo argument yangu, sio njia pekee ya kuingiza maarifa kwa mtu yoyote. Kwa hiyo ninachoweza kumshauri mtu yoyote ambaye umekuwa alafu upende kusoma vitabu kuna njia nyingi, inabidi ujijue. Je, yeah, unaelewa zaidi kwa kusikiliza au unaelewa zaidi kwa kuangalia video au unaelewa zaidi kwa kusoma? Yote hiyo inategemea na wewe umekuzwa kwenye mazingira gani. Kwa hiyo kusoma ni moja ya njia nzuri ya kuingiza maarifa, kusoma vitabu, kusoma chochote unachopenda, lakini sio njia spesho na sio njia pekee. Kuna watu ambao unaweza ukasikiliza audiobook, kama wewe ndio mtu ambaye kama mimi nikilala huwa nasikiliza audiobook, naweka audio na lala, nasikiliza. Kesho naendelea tena mbele kama nilisinzia. So inakuwa ni pati ya maisha yangu. Kwa hiyo ni mtu ninayesikiliza naelewa zaidi na kuona sometimes. So jiangalie pia input yako ya maarifa ipoje, huo ndo ushauri wangu. Na pia kuna output. Kuna mtu ambaye akitaka kuelewa kirahisi anasoma vitu, lakini akitaka kutoa anaandika. Lakini mwingine hawezi kuandika vizuri. Anapenda kusoma lakini hawezi kuandika. Anapenda kuongea. So inabidi ujijue. Mwingine inabidi uelezee kwa vitendo. Kwa hiyo kama wewe ni mtu wa video ndio unaelewa, safiri duniani, safiri kwenye nchi yako, ona vitu, experience maisha ndio namna ambayo uta, utakuwa smart. Kwa sababu smart ni kile ulicho nacho na sio umekipataje. Kwamba ni standard ambayo unaweza ukaifikia kwa kupitia njia tofauti tofauti. Lakini watu wa kusoma vitabu huwa wanatuaminisha kwamba inabidi usome vitabu ndio, no. Ni njia tu ambayo kama umekuzwa kwenye mazingira ya kusoma vitabu. Na naweza nikasema ni njia salama zaidi kusoma vitabu, kwa sababu kidogo vitabu, you know, ni ngumu sana mtu kuma kwenye vitabu. Sasa ukizama kwenye vitabu nyenyewe, ndio anakuambia utakiu kusoma kitabu kwenye soft copy nabidi ukipata kwenye hard copy. I don't know. Yeah, la mwisho ndio hilo likuwa nataka tuzungumzie, ambacho umekigusia hapo kwamba kuna hiyo watu wa vitabu, mnaosoma vitabu, mnaaminiki mna maarifa mna zaidi na ni sahihi zaidi kusoma vitabu, na ina ile theory ambayo mimi ni, nimeeshao ni kujadili na wewe kwamba kila mtu ana namna ambavyo ana input na output za maarifa. Kuna watu mm, wanaingiza audio Uh, kuna watu wanaingiza kwa video, kuna watu wanaingiza kwa maandishi. Na wewe ukanipa hoja moja hivi kwamba kusoma kitabu kina ile ni meditation fulani. Kwa hiyo hakuna chochote, maarifa unayopata yale yale, lakini unavyoyapata pia sometimes ina athiri aina ya mawazo unavyoyapata. Ieleze kidogo kwa mtu ambaye akusikia, kwa nini ni muhimu kusoma kitabu kama naweza nikasikiliza audiobook? Sahizi kuna hii wave, kuna hii pop culture ambayo wewe pia ni mmoja wa wanaharakati wake. Ah, mimi sisome maandishi, nasikiliza audio books. Mimi napenda audio books kiukweli, sio tu mimi binafsi. Kwa uzoefu wangu nimeshawahi kushare na Profesa Emmanuel Mbogo, mwandishi wa Watoto wa Mantilie na riwaya tamthilia mbalimbali, aliniambia yeye yeah, yeah, licha ya teknolojia ha, hata kuandika tu, haandiki kitabu kwa kutumia keyboard, anaandika kwa mkono. Anasema ule mchakato wa kusoma maandishi, yani ni meditation, ni kama unanuia, ni dunia fulani una connect nayo, kubwa sana hata kiimani. Kuandika kwa mkono, unavoumba zile herufi yni ile yaani ni, yani. Yani ni beyond communication, so unaposoma kitabu kwa makaratasi hivi hard copy, kuna nidhamu yake. Kwanza mimi huwa nakitumia kitabu hard copy kama na safiri au kama nina nataka kujidistance mbali na simu, ndo nakuwa nasoma kitabu. Kwa hiyo mimi sio msomaji wa vitabu, mimi nasikiliza zaidi. So, niambie kama hii session nimekufikirisha ama una argument tofauti, kama unapenda vitabu na kuna kitu ambacho uh, unahisi unaweza ukaongeza. Nitasoma comments hapo chini niweze kuangalia nije kuzielezea kama kuna umuhimu wa hii uh, discussion kuendelea. naitwa Grayson Gideon Tukutane kwenye sessions nyingine kila Jumamosi, tunakutana East Africa Radio saa tisa alasiri hadi saa kumi jioni. Asante kwa wote ambao mmesubscribe kwenye hii akaunti. Kwa kufanya hivyo umesababisha kwamba komenti zetu, I mean, kontenti zetu zinaanza kuwafikia watu. Mimi nikiona tu watu elfu moja ndani ya siku moja wananitosha kabisa, kwa sababu huu sio umbea, so naamini hatuko wengi hivyo. Na ndio maana ukibonyeza subscribe, maana yake ni kwamba uh, unafanya algorithm ya YouTube inapeleka hii content kwa watu wanaofanana na wewe. Maana yake ni kwamba umechagua kwamba mimi na mtu yeyote anayefanana na mimi au mwenye interest kama za content zangu ninazofuatilia basi aone hii account. Kwa hiyo kama kweli unajali kile ambacho tunakifanya kwenye madini.com na una feel hiki ambacho tunakifanya na hujawahi kubonyeza subscribe, please fanya hivyo, utakuwa umetisha sana. Thank you so much, tukutane kwenye comment. Hii ni madini.com.